Baba, tunasema asante, tunasema asante wanao. Asante kwa, asante kwa fadhili zako, asante kwa mnifu wako Bwana. Sifa na tukufu ni kwako Mungu aliye hai. Sifa na tukufu ni kwako Jemedari uliye mwema. Tunakutukuza Bwana kwa wema wako, tunakutukuza Baba kwa fadhili zako. Zaidi ya yote Baba, tunanyenyekea mbele zako wanao, tukiomba Bwana rema zako ututakase, utusafishe kwa damu yako Bwana thamani, usiufiche uso wako Baba, bila wewe wanao hatuwezi bila wewe Jehova hatutaweza Mungu le hai. Ukaturumie e Bwana. Ukaturumie Jehova ile. Tazama ati namda watoto wako tunaposogea mbele zako Bwana kwa ajili ya kujifunza maneno yako, tunaomba e Bwana mabwana. Tunaomba Jehova ile, tunaomba Mungu mwenye nguvu utufundishe wanao e Bwana utufundishe watoto wako Jehova ile, tufundishe watoto wako Mungu le hai tunaomba kufundishwa na wewe Bwana kwa kari ya uweza wako na nguvu zako. Nakushukuru Baba kwa kote kwa pamoja na sisi kupitia jina lako nikiamini Mungu mwenye nguvu uko pamoja nasi na, utasema na kila moja sasa na kusudi lako na mapenzi yako Bwana katika jina la Yesu, Amen. Bwana Yesu asiwe sana watu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa neema ambayo umetujalia kwa nafasi ambayo umetupa Napenda kukaribisha tena wewe mwana wa Mungu popote ulipo, ambao umepata neema na kibali ya kuweza kuungana na mimi katika kipindi hiki cha leo. Tuna ujumbe ambao unasema sauti ya Mungu huwezesha kusonga mbele. Sasa leo tunaweza tukapiga hatua. Tulisema tutaangalia kanuni, kanuni za kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu tulisema ya kwamba si kila mtu anaweza akaisikia sauti ya Mungu, na tukasema kigezo au kuokoka au kwenda kanisani kila siku sio kigezo cha kuweza kuisikia sauti ya Mungu. Mimi naweza nikaokoka, naweza nikawa nimeokoka muda mrefu tena, na miaka mingi inazidi hata zaidi ya miaka kumi na tano, lakini kukaa kwenye wokovu miaka kumi na tano sio kigezo cha mimi kuisikia sauti ya nani? sauti ya Mungu. Eze ni nimekaa miaka kumi na tano kwenye ukovu, halafu sijawahi hata kuisikia sauti ya Mungu wala sijui sauti ya Mungu inafanya naje. Kumbe sasa, kuna kuwa na kanuni ambazo ukizizingatia sauti ya Mungu utaisikia, utaisikia, na sio kwamba Mungu anabagua watu wa kufanyeje, wa kuwasemesha moja mbili, twende kurudi nyuma na kwenda mbele. Ninaweza nikasema Mungu anaweza akazungumza na yeyote, anaweza akazungumza na asiye okoka, na anaweza akazungumza na aliyeokoka. Lakini, kimbembe na kasheshe kwa hao watu anaozungumza nao, je, wanaielewa kwamba hii ni sauti ya Mungu? Tunasema Mungu hana upendeleo. Changamoto una, una, una utajuaje hii ni sauti ya Mungu? Kwa sababu shetani na yeye anafanyeje? Anazungumza shetani na yeye, huzungumza shetani na yeye husema. Sasa kama shetani na yeye husema, utajuaje kuwa hii ni sauti ya Mungu, ni Mungu kasema hapa? Kanuni ya kwanza ya kuisikia sauti ya Mungu ni lazima uwe karibu naye kwa kiwango kikubwa, ili uweze kuisikia sauti ya Mungu lazima uwe karibu na huyo Mungu kwa kiwango kikubwa. Naweza nikatolea mfano, ukaribu wangu na wewe inaweza ikawa rahisi sana kutambua nikiongea mahali popote, hata kama hujaniona sura. Kuna challenge moja watumishi, mtumishi mmoja niliona huko mitandaoni, alikuwa anaifanya kwa watoto wake wa kiroho yeye anakaa mbele, alafu watoto wa kiloo, vijana mabinti, kwa mama wanakaa nyuma, wanapanga msali, alafu anaongea, kila mmoja anaongea, halafu huyu mama atambue sauti ya wa, watoto wake. Huyu kaongea ni nani huyu kaongea nani? Huyu kaongea nani? Unajua kwa nini? na wengine yani, maana yake kuna wengine alipatia kwamba sauti hii ni ya mtu fulani, sauti hii ni ya Neema, sauti hii ni ya Josefu. Lakini kuna wengine akakosa kwenye ile challenge, walipoongea hakuelewa kwamba ni ya kina nani. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mkini hao ambao hakutambua, na yakina nani ni watu ambao walikuwa hawako karibu naye kwa, kwa, kwa, kwa sana lakini wale ambao wameweza kuwatambua kwa sauti zao bila kusura bila kuwatazama sura zao, maana yake ni watu ambao yuko karibu nao, kila wakati huwa anazungumza nao kila wakati, sauti zao zilishakaa katika katika akili yake. Bwana Yesu asiwe sana, kwa sababu ya ule ukaribu. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu, unavyokuwa karibu na Mungu inakuwa ni rahisi wewe kuisikia sauti ya Mungu. Unapokuwa karibu na Baba ni rahisi wewe kujua sauti ya Baba kwa ikanuni namba moja. Ili uweze kuisikia sauti ya Mungu lazima uwe na karibu uwe karibu sana na Mungu. Yohana Mtakatifu sura ya kumi msali wa ishirini na saba mpaka thelathini. Neno la Mungu linasema hivi. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua na wanifuata, nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. mimi na baba tu mmoja. Ni maneno ya huyu Yesu, anasema kondoo wake waisikia sauti yake. Maana yake kama wewe ni mtoto wa Mungu, lazima usikie sauti yake kama hautakuwa na uwezo wa kuisikia sauti ya Bwana wako, ni kondoo uliye nje ya nini? Nje ya zizi. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo lazima tuwe na uwezo wa kuisikia hii sauti ya Bwana wetu. Tunawezaje kuisikia sauti ya Bwana wetu? Hatuwezi kuisikia tusipokuwa karibu. Maana yake viongozi wa serikali wana jukumu la kuwatumikia wananchi wa Tanzania au wananchi wa sehemu yoyote kwenye taifa lilopo. Sasa watawezaje kuisikia sauti ya wanaowatumikia? Ni lazima viongozi wawe karibu na wananchi, ni lazima viongozi wawe na uhusiano na wananchi wanaowaongoza, ili wawe na uwezo wa kuwasikia sauti zao. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana, sisi tuwa tumishi wa Mungu, lazima tuwe na uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu, na ili tuwe na uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu, lazima tuwe karibu na huyu Mungu, lazima tumkaribie. Kwa ukiwa karibu na Mungu, lazima utasikia sauti yake tu.